Katika nyakati za kale kwenye nchi ndogo ya Israel aliishi nabii mmoja aliyeitwa Yona mwana wa Amitai. Yona hakuwa nabii wa kawaida, alikuwa mtu mwenye moyo mzito, mwenye hasira kali na aliyekuwa na hofu ya kazi ngumu alizopewa na Mungu. Lakini Mungu alikuwa na mpango mkubwa juu yake mpango ambao ungefundisha ulimwengu wote kuhusu rehema uwasi na toba. Siku moja Mungu alimwita Yona akamwambia, Yona, nenda katika mji mkubwa wa Ninawi, uwahubirie watu wangu, uupe mji ule ujumbe wangu, kwa maana uovu wao umefika mbele zangu lakini Yona aliposikia jina Ninawi, moyo wake ulitetemeka sana. Ninawi ulikuwa mji mkubwa wa Waasiria, watu wakatili, wapiganaji wa kivita na waliokuwa maadui wa Israeli. Alijua kama angeenda kule, pengine angesulubiwa au kuuawa wa kabisa Bwana, ninawi. Badala ya kwenda Ninawi, Yona aliamua kukimbilia zake mbali na uso wa Mungu. Akaenda kwenye bandari ya Yafa, akaona meli ilikuwa ikielekea Tarishishi, mahali palipo mbali, kinyume kabisa na Ninawi. Bila kusita, akalipa nauli na kupanda ndani. Akajipa moyo akisema kwamba pengine akienda Tarishishi, Mungu hatamwona tena. Basi meli ikaanza safari, upepo ukivuma taratibu, mawimbi yakiwa tulivu. Yona akashuka chini ya meli akalala usingizi mzito, kana kwamba amesahau yote hayo. Lakini juu mbinguni, Mungu alikuwa anaona yote, na kama baba anavyomfuata mwana anayekimbia, Mungu akaamsha bahari. Mara upepo ukabadilika bahari ikaanza kuchafuka, wingu zito likajitokeza angani, mvua ikaanza kunyesha kwa fujo, mawimbi makubwa yakapiga meli upande huu na ule, pia maji yakaanza kuja ndani. Wafanyakazi wa meli wakaanza kupiga kelele, kila mtu amwite mungu wake, tupa mizigo baharini ili tusiangamie. Lakini Yona, Yona alikuwa melala Nahodha akamkuta kimnong'oneza, wewe unalalaje? Simama umwite mungu wako, huenda atatuokoa. Walipokosa suluhisho, wakaamua kupiga kura ili wajue nani ndiyo chanzo cha bala hilo. Kura zote zikamwangukia Yona. Wakamzunguka kwa hasira, ni nani wewe? unafanya kazi gani? na unatoka wapi? Yona akiwa na huzuni akasema, mimi ni Mwebrania na mwabudu Bwana Mungu wa mbingu aliyeziumba bahari na nchi kavu, nimekimbia mbele zake. Wakashtuka sana, wakazidi kuogopa. Bahari ilizidi kutetereka, wakaulizana, tufanye nini ili bahari tulie? Yona akajibu kwa utulivu wa kujisalimisha Nirusheni baharini, ndipo hali tatulia, kwa maana mimi ndiye chanzo cha dhoruba hii. Walikataa hapo mwanzo, wakaendelea kupiga makasia, lakini mawimbi yakazidi kuwa makali. Hatimaye kwa majonzi, wakamchukua Yona, wakamwomba Mungu wa Israeli msamaha na wakamrusha baharini. Mara tu Yona alipoangukia ndani ya maji bahari ilitulia, kana kwamba hakukuwa na dhoruba. Wafanyakazi wa meli hiyo walishangaa sana, lakini Yona alianza kuzama ndani ya vilindi vya bahari. Maji yakamzunguka kama shuka, wingu la giza likamfunika, na alipoanza kupoteza fahamu, ghafla samaki mkubwa, baadhi wanasema nyangumi, alimmeza mzima mzima. Ndani ya tumbo la samaki kulikuwa na giza totoro, harufu ya chumvi, matango ya baharini na kelele za maji yakipiga kuta za ndani. Ndipo Yona akagundua kwamba hata hapa Mungu yupo. Siku moja, siku mbili, siku tatu zilipita. Yona hakuwa amekufa bali alikuwa hai, lakini katika giza zito Ndipo akakiri moyoni mwake akaanza kuomba kwa uchungu na toba: nilipokuwa katika tabu yangu, Bwana, nilikuomba, ukaisikia sauti yangu. Ulinirusha ndani ya moyo wa bahari, mawimbi yako yote yakanipita, lakini mimi niliita jina lako, Bwana wangu. Nilipokuwa nimezama chini, uliniokoa, e Bwana Mungu wangu. Aliomba, akaomba machozi yakimtiririka, ndani ya, ya giza zito, akiwa ndani ya tumbo la samaki. Yona alianza kubadilika, alitambua huwezi kumkimbia Mungu. Wakati mwingine Mungu hukuruhusu upitie majaribu ili akuonyeshe nuru. Hatimaye Mungu akasikia sauti yake, akamwamuru samaki yule mtoe nje. Samaki akasogea karibu na pwani ya bahari. Kwa pumzi nzito, akamtema Yona kwenye mchanga. Na jua lilichomoza, upepo ukampiga usoni, akavuta pumzi safi ya hewa ya asubuhi. Akapiga magoti akisema, "Bwana, sasa nitaenda, nitatenda neno lako." Yona akaanza safari yake kuelekea Ninawi, mji mkubwa wenye watu zaidi ya laki moja na ishirini hivi. Alipofika akaanza kutangaza kwa ujasiri, siku arobaini tu Ninawi utaangamizwa. Watu wakashtuka, taarifa zikamfikia mfalme. Mfalme mwenyewe akavua mavazi ya kifahari, akavaa gunia, akaamuru watu wote hata wanyama wafunge waombe rehema kwa Mungu wa Yona. Na kweli watu wa Ninawi walitubu, walilia mbele za Mungu, wakasamehewa, wakageuka kutoka katika uovu wao. Mungu kwa huruma yake kuu akaona toba yao, akawaonea rehema, akausamehe mji mzima. Lakini Yona alikasirika sana akaenda nje ya mji akakaa chini ya mti akisema na Mungu, nilijua nilijua wewe ni mwenye huruma, ndiyo maana nilikimbia. Sasa ona, wameokolewa. Mungu akamfundisha kupitia mmea uliomea ghafla kumpa kivuli na kisha ukanyauka. Yona akahuzunika kwa mmea huo, Mungu akamwambia unahurumia mmea uliomea siku moja na kukauka siku ya pili, nami nisiwahurumie watu elfu kumi na mbili waliopotea Ninawi? Yona kanyamaza, akatambua kuwa rehema ya Mungu ni kubwa kuliko hasira ya mwanadamu. Mungu humtafuta anayekimbia, humsikiliza mwenye kutubu, na humpa nafasi mpya kila anayenyenyekea. Mimi naitwa Ananias Edgar.